Cha kwanza tuna, tuna kumtanguliza Mwenyezi Mungu, kwa sababu ye ndio kila kitu kwetu. ameweza kutuamsha salama, iko ni kitu cha kumshukuru Mungu. Kuna watu wengine leo hii hawajaweza hata kuamka, lakini sisi Mungu ametupa nguvu ya kuamka asubuhi hii, basi ni jambo la kumshukuru Mungu. Lakini la pili, tunakwenda kwenye mchezo wenyewe. Mchezo tumejiandaa vizuri, na wachezaji wote wako vizuri, wamejiandaa vizuri pia, na jana tulikuwa na mazoezi yetu ya mwisho na leo ndo siku yenyewe, wenyewe wanasema usiku wa usiku wa, wa mechi ya ukawii. Kwa hiyo sisi tumejiandaa na tuko vizuri, wachezaji wote kwa pamoja. Hakuna mchezaji mwenye maumivu, wote tuko salama. Tunachoombea ni muda tu ufike basi tuweze kuwakilisha nchi yetu, kwa sababu sisi tuko hapa kwa ajili ya kuwakilisha nchi, sio kutuwakilisha, sio tu, tunajiwakilisha sisi kwanza, tunawakilisha nchi alafu pili tunawakilisha sisi. Uh, mazoezi tumefanya kwa kweli, tumekutana na hali ya hewa tofauti kidogo, sio kama ya Tanzania, lakini ni ni nchi za watu lazima ukutane na hali ya hewa tofauti kidogo. Hatukutana na mvua, lakini tumekutana na baridi kidogo, ila mimi naamini baridi linakuwa nje tu, lakini tunapokuwa uwanjani baridi linakuwa hakuna, na hii haiwezi kuwa sababu kwetu kwamba tutashindwa kuperform tutashindwa kufanya vizuri. Mimi naamini hii baridi ni chachu ya kufanya vizuri. Moroko naamini wanaweza wakawa na pressure lakini pia wakawa hawana pressure. Nikizungumza hivyo kwamba kwa nini hawana pressure? Tayari wao wana michezo yao kadhaa wameshacheza, wameshinda na wana pointi nyingi. Nafikiri wanachotaka wao ni ku kuimarisha pale walipo, wasishuke, wabaki pale pale juu. Lakini pia sisi kwa upande wetu kama Tanzania nafasi bado tunayo kubwa, na Watanzania wanatuamini na wanaamini nini tunaweza kufanya na imani hiyo wanayo, na sio Tanzania kwa ujumla, hata serikali yetu pia naamini ipo nyuma yetu, TFF kwa ujumla wapo nyuma nyuma yetu, wanatuombea. Kwa hiyo sisi kama wachezaji, tuna tunaamini katika mchezo huu wa leo tutafanya vizuri, na kikubwa hapo ifike muda hapo baadaye, tuweze kufanya kile kitu ambacho walimu wanahitaji tukifanye. Kwa hiyo tutawajibika kama wachezaji, tutawajibika kama Watanzania, sisi kama wachezaji tuko tayari, na mimi kama captain ambaye nawakilisha wenzangu, wachezaji wenzangu, tuko tayari, na mimi pia niko tayari kupambana na kupambania nchi.